Sio, vio tubadilishe wewe wai paliwe vivyo, kwa sababu hakuna ambaye anasimama hata yes. wanajua kweli mwani ya msanii mm -hmm. mtu ambaye anasimama upande wa haki -hmm, ndio upande mm wa haki -hmm, bila kuogopa. Nilijua ukisimama upande wa haki -hmm, una gharama mm una gharama mm una gharama ni gharama lakini nina kuombea mtu wa Mungu, usimame upande wa haki, usimame upande wa ukweli, useme ukweli, pali inapo takiwa, waambie ukweli fonye. Siku hizi ukisema kidogo, wanasema ah, huyu anapingana na mama. Mama kama mama, rais kama rais ni rais ana heshima ya yake. Tunamheshimu, ndio? Wako watendaji ambao ni wabaya zaidi mm, na hawampi ukweli wa mambo ya huku chini, wanamtia moyo ili wabaki kwenye yule mzunguko. Tunataka leo kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka leo kwa jina la Yesu Kristo. Ah, ha, niliposoma hapa nikaona pesa inachukuliwa badala ya kuelewa kupewa watu ambao ni masikini badala ya vijana kupewa mitaji pesa inachukuliwa kuhongwa watu ili wanyamaze, wanahongwa watu ili wasiseme ukweli. Tunakataa hayo kwa jina la Yesu Kristo. Unaposema uongo unaungana na shetani. Biblia inaniambia kwamba shetani ni baba wa uongo. Unapopotosha kweli umekuwa kwenye kambi ya shetani. Toka leo Kristo atano turudishia tano nguvu ya agizo kuu na utume, nguvu ya ufufuo imeleta nguvu au umetupa ujasiri wa kuhubiri Injili. Yesu anawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Anawaambia amepewa mamlaka hii. Mamlaka alipata wapi? Alipata baada ya kufufuka mm, baada ya kufufuka atola ujasiri wa kuwambia nendeni ulimwenguni kote kote, mkahubiri Injili hii tunasema ni nguvu ya utume. Biblia inasema kama Yesu asingefufuka kutoka kwa wafu, sisi mm. hatukuita hubi, hakuna mtu angetembea, tusinge waona watu wanahubiri njini. Haleluya, wanezasivi, tusingekuwa tunatumia muda wote hapa tunafundisha kama Yesu asingefufuka. Nisome. Wakorintho ya kwanza sura ya kumi na tano aya kumi na nne, tusome kwa sauti moja kanisa. Moja, mbili, tatu. Tena kama Kristo akufufuka, mm -hmm. basi kuhubiri kwetu si kule, ni mule na imani yenu ni mule Yaani, wewe unafunga kwa maombi, unashuhudia kama Yesu, akufuka ni bure, ni bure. Lakini nakwambia Yesu alifufuka, akatupa kazi ya kuhubiri Injili. Amen. tunapata nguvu ya kuambia wengine habari ya Yesu kwa sababu ya ufufuo wa Yesu. Ufufuo huu wa Yesu sasa uweke nguvu mpya ya kumtumikia Bwana katika shamba lake. Hii ndiyo kazi ya nguvu ya nini? Nguvu ya ufufuo. Hapa Yesu anasema amepewa mamlaka. Mamlaka yake sio ya hapa duniani peke yake, na mbinguni. Maanake yeye ndiye anayetangaza, anayewapa watu nguvu ya kutangaza kazi yake. Kwa maneno mengine, kwamba tunapokwenda kwenye kazi ya Mungu, tunakwenda kwa mamlaka ya Kristo, tunakwenda kwa mamlaka yetu kama unaenda unasema jina la kanisa lako, watu hawawezi kuokoka. Ukimwambia habari ya mchungaji wako, watu hawawezi kuokoka. Ukimwambia habari ya Yesu, watu wataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tumeagizwa kwa kazi hii muhimu. Bwana Yesu anasema enendeni, mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hakutuambia kuwafanya kuwa washirika, kuwafanya kuwa wanafunzi, ukibatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.

Yesu akutuambia kwenda kuwafundisha watu wafanya watu kuwa washirika. Yesu akutuambia kwamba tuwafanye watu kuwa watu wetu. Uh, sisi mimi ni wa mchungaji fulani, mimi ni wa mchungaji fulani, mimi ni wa mchungaji fulani, mimi, mimi, mimi ni wa kanisa fulani, mimi ni wa kanisa fulani. Wa alituambia jambo la kwanza, kijiji cha kwanza ni tufanyike kuwa wanafunzi.

na washirika ndio mm -hmm. walalamikaji kila wakati, wao hawatendewi haki kanisani, hawana hey. mizizi ya neno. Mtu akiwa na mzizi wa neno anaenda vizuri, anakuwa na roho ya unyenyekevu. mafundisho leo wa yes. fundisho ndio leo, cheza nguvu ya neno, neno kwenye maisha yako yes. Haleluya, Yesu asifiwe. Kama wewe wa una kiburi yakoauaa ki, kuna mabadiliko yote, mabadiliko yote ni mshirika tu. Yesu e akutuambia wa tu watengeneze washirika utabadilika tu, hata kwa lazima yes. Sema njira utabadilika, hata lazima utabadilika. Aa, lazima. Ipo nguvu ya ufufuo, io nguvu ya u ina kwenda kukubadilisha, osa kuwa mshirika na kuwa mwanafunzi wa Yesu taie Bwana Yesu Niandaa masomo ni, ni, ni wanafunzi wale wa ubatizo. Huu mwaka niwaambia hatuna ubatizo mwezi huu wa 4, mwezi wa 12. Yako masomo kama hamsini na kitu ambayo wa tumeandaa. Wanatakiwa lazima wayasome yale ili wabatizwe. Lazima wayasome. Wanaojitambua lazima wayasome yale ili wabatizwe. Tutawabatiza watu, tunabatiza kwa washirika badala ya kubatiza wanafunzi. Hilo shida. Tunabatiza mimi kitu haijaokoka. Ndio maana

Kama kuna watu ambao wana peti peti, unajua eh, ah, sasa hivi tumetembea sana kwa kupeti peti. Sasa tunataka tuingie kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema leo, kwa tumeingia kazini, tumeingia kazini, tumeingia kazini. Hatutaki upagani, hatutaki watu wabatizwe wakiwa nacho, kwa sababu niliona nilimuuliza maswali hapo, si nilikuwa nao pale, nikawahoji maswali pale na wili matatu

sababu tukizijenga chini, hatukujenga msingi. Niliwaambia watoto wangu wale kwa manyie, nisikilizeni, msikisirike, siwabatizi naenda kuandaa masomo hamsini na nne i katikisimu. Kila siku mtaangalia swali moja au mawili, lakini ndani ya ile masomo kuna masomo mengi. Unashangaa kitoto kidogo kinaanza kuvaa nguo zimekwa hapa, kimejifunza wapi? akitapita kwenye mafundisho mazuri ku kene sira ile zimeingiza masomo mengi. Ukiona tunahangaika mno, unajua mtu mwingine amevaa nguo fupi sana. Ndio, na sasa, unajua unakumbuka tena ni mtu wa maana, unaogopa hata kumchana na kuchana live leo. Nabii wa kumshukuru Mungu. Simama sasa tuende kumshukuru Mungu. Hiki ndicho ambacho Bwana anataka leo tukielewe tunapozungumzia nguvu ya nini? Nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Naomba moga maombi haya kwanza kwa unyenyekevu. Inua mkono wako wa kulia, usinue mikono yako. Inua mkono wako wa kulia. Sema Baba Yesu. Baba Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru kwa sababu kwa sababu ulifufuka. Ulifufuka. Na mimi na mimi nina uhakika. Nina uhakika wa kufufuka. Wa kufufuka. Kila kitu kila kitu katika maisha yangu kinafufuliwa. Kinafufuliwa. Sahi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi mimi ni mshiriki. Ni mshiriki halali. Halali. Wa ushindi. Wa ushindi. Wa Yesu Kristo. Wa Yesu Kristo. Aliye hai. Aliye hai.

penda bila tau wanakosea mle kaburini, Yesu Mwokozi alilazwa chini. Bwana -wa wangu Bwana amefufuka, kifo kimeshindwa kabisa, kifo kimeshindwa kabisa. uko hai katika maisha yetu, kila siku tunapata upya katika roho zetu. Tusaidie Baba, tutunze na utuhifadhi katika nguvu ya ufufuo wako, tuendelee kuishi katika hiyo, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. amen. amen. Haleluya! Tunataka kumtolea Bwana matoleo, ni muhimu siku ya leo tumtolee Bwana, baadaye tuingie kwenye ibada ya meza ya Bwana.